Hali ya mazingira ya duniani inazidi kuwa ya wasiwasi, kuanzia athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, mvua zisizotabirika, ukame wa muda mrefu na uchafuzi wa mazingira unaoathiri afya ya mamilioni ya watu. Ni wakati huo huo ambapo dunia inakutana kwenye mikutano kama UN Ocean Conference na kujadili mustakabali wa haya yote. Swali ni kwamba je, sauti za vijana hasa wa Kiafrika zinasikika? Wakati ukiwa unaendelea kutafakari na kukutanisha na Ilakiza Jackson, anayehamasisha juu ya utunzaji wa mazingira. Mimi ni Michelle Cesar, baki hapo hapo. Na nikupe hongera kwa kuwa mmoja wa wasichana wachache walioamua wa kujitoa na kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa kuna mazingira safi ni nini sasa kilikusukuma kujitoa kwa ajili ya mazingira? Niliwiwa na kuanzisha taasisi ya Think Green Environmental Club kwa ajili ya kuelimisha vijana kuhusu utunzaji wa mazingira, tukijua kwamba vijana ni watu ambao tuna miaka mingi ya kuishi, tuna nguvu na maarifa, hivyo tukijihusisha katika shughuli hizi za utunzaji wa mazingira, tunajenga kesho yetu iliyo bora. Kusimama kama msichana na kuyatetea mazingira si jambo rahisi. Wewe sasa unazipiga vipi kumbo changamoto zinazojitokeza? Changamoto inayoipitia ni upokeaji wa taarifa au elimu hii kwa jamii. Nikiwa na, na malengo ya kufikia jamii kubwa na vijana wengi, imekuwa ni shida kuweza kuwahusisha vijana wenzangu katika kuelewa elimu hii ya mazingira na kuipokea vizuri na kufanya utekelezaji wa utunzaji wa mazingira yetu. Kwa hiyo ni changamoto moja ambayo inaendelea kuipitia, lakini pia ninaimani baada ya muda vijana wataweza kuelimika na kuhusishwa kutokana na haya mazingira yanayokuzunguka. Unashirikianaje na jamii au vijana wengine katika kulinda mazingira haya? Kwa asilimia kubwa, ninaweza nikasema vijana kwa sasa tumeweza kutambua umuhimu wa mazingira yetu, hivyo tunashiriki kwa wingi, ikiwa ni katika usafi wa fukwe za bahari. Vijana wamekuwa akijitokeza kwa wingi kuhakikisha kwa kwamba wanasafisha fukwe hizi na wanaelewa athari ya plastiki zinapoenda kwenye kwenye bahari na kuwa na kuathiri Vium. Shiriki wangu katika mazingira ni asilimia mia moja kwa sababu ni jambo ambalo linaongeleka sasa kwa kitaifa. Kumwona msichana anajitoa na kuhamasisha wengine juu ya mazingira wewe unajifunza nini kutoka kwake? Nanihamasisha mimi kama msichana kuweza kuamka, lakini pia wasichana wengine kuweza kuamka katika mambo mbalimbali, sio mazingira tu, bali hata kilimo na uchumi pamoja ushiriki na chachu ya vijana katika majukwaa ya kimazingira na matukio ya kimazingira umeweza kuwa mkubwa, tukiona kwamba anajitokeza kwa wingi katika usafishaji wa fukwe za bahari, lakini pia katika mikutano tofauti tofauti ya mazingira. Lakini kupitia taasisi yetu ya Think Green, tunaendelea kuelimisha kwa sababu bado tunaona bado kuna vijana wengi ambao wanatakiwa waelewe na, ku, na kujihusisha zaidi kwenye shughuli hizo za kimazingira. Ilakiza, turejee katika mikutano ya mazingira, kutokana na mikutano iliyowahi kufanyika na hata huwa sasa unaoendelea unadhani ni ajenda zipi zipewe kipaumbele? Kwanza ni ushirikishaji wa vijana katika mikutano ya kimataifa ya mazingira ili tuweze kuona nafasi yetu kama vijana katika utunzaji mm -hmm. na uhifadhi wa mazingira. Lakini cha pili ni udhibiti wa taka za plastiki, kwa sababu zimekuwa zikileta athari kubwa sana katika wanyama waishio baharini. Lakini la tatu ni kuangalia jamii ya wanawake na watoto ambao wanaathirika zaidi na mabadiliko haya. Je, unaamini suluhisho kubwa litakuja kutoka kwa serikali, sekta binafsi au jamii yenyewe? Utunzaji wa mazingira ni jambo pana linalohusisha kila mmoja. Tunahitaji wanasayansi katika kutupa takwimu sahihi kuhusiana na utunzaji wa mazingira yetu, tunahitaji jamii na vijana katika ushiriki wa utunzaji huu wa mazingira, aidha ni upandaji wa miti, usafishaji wa fukwe za bahari au katika usafi wa mwisho wa mwezi. Lakini pia tunahitaji serikali kuhakikisha kwamba inatunga sheria zinazohakikisha mazingira yetu yanahifadhiwa katika hali iliyo safi na salama, nikitilia mkazo hoja Ilakiza hili si jukumu la shirika serikali au mtu binafsi kila mmoja anao wajibu wa kuhakikisha kuwa mazingira yanakuwa salama lakini pia vijana kujitokeza na kushiriki katika shughuli mbalimbali za mazingira ipasavyo mimi ni Michelle Sesar mazingira yanayokuzunguka ni jukumu lako kwa heri